Kulikuwa na kijiji kidogo kilichozungukwa na milima mirefu na misitu ya kale, kijiji kilichoitwa Kihoro. Watu wachache walijua kuhusu kijiji hicho na waliokijua walikiepuka kwa hofu ya laana ya zamani. Miongoni mwa wakazi wa kijiji hicho, kulikuwa na sheria moja kuu kabisa, sheria inayosema usiku unapoingia ama kufika, usiseme neno hata moja, yaani usizungumze hata kidogo wazee walihifadhi sheria hii kwa maisha yao yote, na kila mtoto alifundishwa tangu mchanga, ukiongea usiku basi utaitwa na wafu ama watu waliokufa. Lakini hakuna aliyeweza kueleza vizuri nini hasa hutokea anapoivunja sheria hiyo, kwani wale waliojaribu hawakuwahi kuonekana tena. Katika kijiji hicho aliishi msichana mmoja jasiri aitwaye Amani, binti wa miaka kumi na saba. Alikuwa mchangamfu mwenye maswali mengi, na hakuwa mtu wa kukubali jambo bila kuelewa sababu. Alilelewa na bibi yake mama Rukia, ambaye alikuwa mtaalamu wa tiba za jadi na alikuwa akiheshimiwa sana kijijini hapo. Amani alijiuliza kila siku, kwa nini hatuwezi kuongea usiku? Ni nani huyo anayetuua? Lakini kila alipojaribu kujiuliza, wazee walimtazama kwa hofu na kusema, usiulize mambo ya mizimu ukianza kuuliza roho huanza kukufuata. Siku moja mvulana mpya aliyeitwa Juma alihamia Kihoro akitokea mjini. Alikuwa mgeni mjeuri, na hakutaka kufuata mila na desturi, aliziona kama ni ushenzi tu. Aliposikia sheria ya ukimya wa usiku alicheka, kwani roho zina masikio? Hizi ni hadithi za kuwazuia watu wasitoke usiku. Usiku huo huo Juma aliamua kufanya jaribio. Alisubiri hadi saa saba usiku akasimama katikati kati ya kijiji na akapaza sauti kubwa kwa kusema, mizimu mizimu, waje basi, mimi niko hapa. Kwa sekunde kadhaa hakukuwa na kitu, kimya kilitanda kama kivuli cheusi. Lakini ghafla, upepo mkali ulianza kuvuma, milango ikagonga yenyewe, mbwa akaanza kubwekwa kwa fujo, na moshi mweusi mzito ulijaa angani. Siku iliyofuata Juma hakuonekana tena kijijini pale. Lakini kilichogopesha zaidi sio kupotea kwake, bali ujumbe uliopatikana uliokutwa umepakazwa kwenye ukuta wa nyumba yake. Ujumbe huo uliandika: Sauti huamsha waliolala. Baada ya tukio hilo, Amani alijua kuwa hakika kuna jambo kubwa linafichwa. Alimlazimisha bibi yake Mama Rukia kumweleza ukweli. Baada ya kusihi sana, bibi yake aliamua kuzungumza kwa sauti ya chini. Alimwambia, Miaka mingi iliyopita kabla ya kizazi chetu kuzaliwa kulikuwepo na mzee mmoja aliyekuwa mchawi mkubwa sana kijijini hapa. Alifukuzwa kijijini kwa kutumia nguvu zake kwa ubaya, lakini kabla hajaondoka, alitoa laana. Usiku utakuwa miliki ya waliokufa na sauti yoyote ya uhai itawavuta kutoka kaburini. Tangu siku hiyo, sauti yoyote ya binadamu usiku huvunja mpaka baina ya ulimwengu na, na waliohai na waliokufa. Mizimu huchomoka, si kwa kuchukua mwili, bali kula roho za watu. Ndiyo maana hatuongee usiku, ndiyo maana hatukimbii tunaposikia sauti zisizo na mwili. Basi usiku mmoja, Amani akiwa amelala, alisikia sauti ya baba yake aliyekufa miaka mingi iliyopita. Sauti ililia kwa huruma, ikiita jina lake kwa upole, "Amani mwanangu, nisaidie." Mwili wake ulimtetemeka sana. Alijua kuwa hakupaswa kujibu, lakini moyo wake ulimuuma sana. Labda ni kweli ni sauti ya baba, alijiambia mwenyewe kutoka moyoni. Alitoka nje polepole na akauliza, baba, uko wapi? Kimya. Halafu sauti nyingi zikaanza kuongea pamoja: mwanga, mwili, damu, Amani. Viumbe vya kivuli vilianza kujitokeza kutoka kila kona ya kijiji. Haikuwa mizimu ya kawaida, hii ilikuwa jeshi la waliokufa waliokusanya nguvu kwa miaka mingi ya ukimya. Amani alikimbilia kwenye nyumba ya bibi yake, Mama Rukia. Alikuwa tayari na maandalizi, vitu vya matambiko, dawa na moto unaowaka kwa mtu wa mkongo. Alimwambia Amani, sasa ni wakati, laana hii lazima ivunjwe lakini lazima ukabiliane na mzimu mkuu yule aliyelazimisha ukimya huu. Amani na bibi yake walielekea kwenye eneo la zamani lililofukiwa kijijini, kaburi kubwa lililozikwa kwa mihuri ya wachawi wa kale. Kwa kutumia maneno ya kale na tambiko la damu ya kuku mweusi, waliufungua mlango wa kaburi hilo. Ndani yake alitokea mzimu wa mzee yule wa kale, mrefu wa kutisha, macho mekundu na sauti ya moto "Nani anayeleta sauti katika giza langu?" Amani hakujibu kwa maneno, bali kwa kupiga ngoma ya kijiji, sauti ya uhai. Mzimu alilia kwa uchungu, akihisi nguvu ya maisha yakichomwa. Kwa msaada wa Mamarukia, walifanikiwa kumrudisha mzimu kwenye kifungo cha milele, na kwa mara ya kwanza ukimya wa laana ukavunjika. Usiku uliofuata, kijiji cha Kihoro kilitumbukia katika ukimya wa kutisha. Wakazi walijifungia ndani ya nyumba zao wakihofia laana ya mizimu hata hivyo Amani alihisi kuwa kuna jambo kubwa linafichwa aliamua kuvunja ukimya na kuchunguza kilichojificha nyuma ya hofu hiyo Amani alitembea kwa tahadhari akisikiliza kila sauti ya usiku ghafla alisikia sauti ya mtoto akilia kwa mbali alifuata sauti hiyo hadi kwenye kichaka kilichokuwa kando ya kijiji huko alikuta mtoto mdogo aliyekuwa akilia kwa uchungu alipomkaribia mtoto huyu aligeuka na kuwa kivuli cha kutisha kisha kutoweka kabisa kama hewa. Amani alirudi nyumbani kwa bibi yake mama Rukia na kumweleza kilichotokea. Mama Rukia alimtazama kwa hofu na kusema, umevuka mpaka mwanangu, mizimu sasa inakujua. Lazima tuende kwa mzee Baraka, mlinzi wa mila zetu, ili kupata msaada. Walienda kwa mzee Baraka ambaye aliwaambia, laana hii ilianza zamani wakati mmoja wa wazee wetu alipojaribu kutumia nguvu za mizimu kwa faida yake binafsi. Mizimu ilikasirika na kuapa kulipiza kisasi kwa kila sauti ya binadamu usiku. Amani alijua kuwa lazima afanye jambo la kipekee kuvunja laana hiyo. Alikusanya vijana wa kijiji na kuwahamasisha kuungana kwa pamoja. Usiku uliofuata walikusanyika katika kijiji na kuimba nyimbo za jadi kwa sauti ya pamoja. Mizimu ilijitokeza lakini badala ya kuwashambulia Ilianza kucheza na kuimba nao. Laana ilikuwa imevunjwa. Kijiji cha Kihoro kilirejea katika hali ya kawaida na watu waliweza kuzungumza usiku bila hofu. Amani aliheshimiwa sana kama shujaa aliyekomboa kijiji kutoka kwenye laana ya mizimu. Je, umejifunza nini kupitia stori hii? Tafadhali na kusubiri kwenye uwanja wa comment.